Mwananchi aliyemchagua kutumikia ni pamoja na kusikiliza changamoto za mwananchi na kutoa suluhu inayoeleweka kwa changamoto za mwananchi. Tukasema mkituchagua, mkinichagua mimi kijana wenu, nitawasikiliza kwanza, kabla ya kufanya chochote, kabla ya kwenda kutetea chochote, ni lazima nikae na mwananchi wa nesai ni lazima nikae ni mwananchi wa Changombe, ni lazima nikae ni mwananchi wa Ndonge, ni lazima nikae. Kwa majina ninaitwa Augustin mwalimu Hiza, mimi ni katibu mwenezi wa CHADEMA jimbo la Babati Mjini, pia ni mwenyekiti wa baraza la wazee wilaya ya Babati ya hata, mimi nimeona klipu ambayo kuna kijana moja kiongozi anahutubia mkutano, imavutia watu wengi lakini imevutiaje watu wengi ni kutokana na bodyguard wake yani ulinzi aliokuwa nao yule mlinzi wake alikuwa bwana akenda hivi anakwenda akenda hivi anakwenda ulinzi umeganyika katika maeneo mawili makuu au matatu kuna ulinzi wa professional yani ulinzi wa, ku, wa kupata elimu ya ulinzi na kuna elimu ya ulinzi ambayo unaweza kuyaona kwa mabouncer. Sasa ulinzi wake yeye alikuwa anaofanya kama bouncer, kwa sababu yule msemaji anapokwenda anakwenda naye, lakini hayuko active kuangalia usalama wake kila kona, hako active, yeye anamfuata anakokwenda tu anamfata ana nako kwenda. Lakini ulinzi sahihi ni ule ulinzi ambao ukisimama unakata eneo kuanzia kwenye bega bega lako, eneo hili lote unalimiliki. Yani naangalia mbele hivi, lakini machango anaona kushoto na kulia. Hata hapa anapoongea, ninaongea macho anaangalia kushoto na kulia. Kwa hiyo ndio ulinzi ambao tunatakana tuufanye kwa viongozi wetu, ulinzi wa kujitambua kwamba we ni mlinzi na unatakana uweje, unakuwa standby kwa chochote kitakachotokea unapo move, unakosa balance, unakosa balance, lakini unapo strike una uwezo wa kuataki kitu kwa sababu utakuwa unakuona kuna, kuna, kuna jambo linataka kufanyika. Wewe una uwezo kukimbia na kwenda kuruka mbele yake na kukava na kumsalimisha aliyoko nyuma yako ambaye ni kiongozi wako. Ulinzi wake Lissu ni mkubwa sana, mwanahabari. Ulinzi wake ni kwa nini nasema ni mkubwa? Ni ulinzi ambao unakwenda kiprofessional kipro, yaani naposema professional ni kwamba unakwenda kutokana na elimu uliyoipata, elimu uliyoipata. Asilimia kubwa ya walinzi wale wengine wanapitia jeshini. kwa hiyo wanajua maana ulinzi ni nini, hatufanyi mambo kwa mihemko. Ah, no na ndio maana ni kujibu kwamba ulinzi wa Tundu Lissu pale magugu ilikuwa ni ulinzi wa hali ya juu sana. Tulikuwa tunawalinda mpaka polisi, polisi. Tunawalinda polisi, ndio sisi tunawalinda polisi, sisi polisi, si, tunawalinda polisi. Sio, polisi, aa, uh, si, tunawalinda polisi. Kwa sababu gani? Ko, tunawalinda polisi kwa sababu ya matukio yanayotokea, tunawajua tunawafahamu kwamba anakuja kwenye ulinzi na sisi tunawalinda. Unapoona askari wawili wapo, mmoja anamlinda mwenzake. Kwa hiyo wao wanakuja kwa kazi yao na sisi tunafanya kazi yetu nje ya utaratibu, lakini tunawalinda hata wao. Chochote wakitaka kufanya hawawezi kufanya. Tutawataki walinzi si lazima wavae uniform. Hata mimi nilikuwa ni mlinzi mmoja hapo. Ndio maana nilikwambia nilifika mimi kabla ya viongozi kufika siku, siku ile wanakuja kesho, mimi leo nimeingia pale. Ah, nah. Nah. Ndiyo kwa nini nimemlinda Lissu mimi, nimesimama kuongoza mpaka magari namna ya kuyapanga namna ya kuyaingiza, na baada ya kufika nikaacha ile shughuli nikaenda kule kuhakikisha kwamba anapata ulinzi wenye kiwango na alipokuja kila kitu kilikuwa sorted, kila kitu kilikuwa clear, yani kila mahali kulikuwa na ulinzi kuanzia jikoni, kuanzia jikoni mpaka pale kwenye matenti yale. Kulikuwa na ulinzi huwezi kuwajua, lakini kulikuwa na ulinzi wa kutosha sana ambao ni wa chama chetu. Tuache kuwalinda viongozi wetu? No, tutawalinda na mtu anayetaka kujaribu kuja kufanya uhalifu wakati wa mikutano yetu ataona, atakiona cha mtema kuni, ajaribu. Na hii inatoa angalizo kwa wilaya ya Babati, tuko serious kwenye mkutano wetu. Hatutaki utani, hatutaki utani, tuko kazini Hatutaki utani. Wamefika mahali wanachomoa bendera zetu, wanaziiba, wanafika mahali wanakuja kufanya vitu vya ajabu. Ndio maana huwa sipendi kusema sema sana, lakini kwa sababu tunakwenda kwenye mambo makubwa ya mwaka huu, ninatoa angalizo, wenye mchezo wa namna hiyo wasijaribu. Tunajua, tunafahamu. Wajiuliza watu wa Babati, mwaka elfu mbili na ishirini walitaka kututeka hapa mi, waliniteka, walitaka kututeka, ndio wakamteka mtu mwingine, wakatuvamia Bonga, wakatuvamia Bonga, watu zaidi ya mia mbili wakavunja mpaka magari yetu vyoo. Mimi nikapiga simu, ikaja gari ya difenda polisi, wakaja kaangalia, tukapita na gari mpaka polisi, tukaenda tukafungua faili. Na serikali isikie, kumtumikia mwananchi aliyemchagua kutumikia ni pamoja na kusikiliza changamoto za mwananchi na kutoa suluhu inayoeleweka kwa changamoto za mwananchi. Tukasema mkituchagua, mkinichagua mimi kijana wenu nitawasikiliza nita kwanza, kabla ya kufanya chochote, kabla ya kwenda kutetea chochote, ni lazima nikae na mwananchi wa Nesai, ni lazima nikae na mwananchi wa Chang'ombe, ni lazima nikae na mwananchi wa Ndonge, ni lazima nikae